Watoto wangu hawajaomba baba wafariki, kwa hivyo anachotubitisha sisi sio. Mwanamke mjane anayefahamika kwa jina la Jacqueline Okoro, ambaye amekuwa akiishi katika eneo la kwa mrefu wilaya ya Arumeru mkoani Arusha kwa zaidi ya miaka kumi, amedai kuwa baada ya kukamatwa na maafisa wa uhamiaji hivi karibuni Amerejea katika eneo hilo na kukuta chumba anacholala na watoto wake katika jengo la ghorofa aliloachiwa na mume wake kimefungwa na shemeji yake aitwaye Solomon James kwa madai ya kuwa anaishi nchini Tanzania bila kuwa na kibali. Mjane huyo ambaye ana asili ya nchini Kenya, akizungumza na GADI TV amesema madai haya yanakuja ikiwa ni baada ya ndugu Solomon kumshtaki katika vituo vya polisi kwa makosa ya uongo yaliyopelekea kukamatwa kwa mara kadhaa baadaye kuachiwa katika mazingira ya utata bila kesi kuendelea. Aidha, Jackline amedai kuwa dhana ya shemeji yake kumfanyia vitendo vya kumkamata mara kwa mara kwa kutumia mamlaka mbalimbali inalenga kumnyanyasa ili aondoke nchini. Hata hivyo, GADI TV imemtafuta Solomoni ili kufahamu juu ya tuhuma hizo, na amesema waliohusika na kufunga chumba hicho ni boma la familia yao, hivyo yeye binafsi hahusiki na tuhuma hizo. Kadhalika, baada ya Gadi TV kumaliza mahojiano na mjane huyo na kwenda upande wa mamlaka ya uhamiaji ili kuhoji kuhusu tuhuma za kukamatwa kwake, mamlaka hiyo imesema tayari mjane huyo amerudishwa nchini Kenya kwa kuwa hakuwa na vibali vya kuishi nchini Tanzania. Hii ni Gadi TV, jina langu ni Aisa Msuya. Kwa majina naitwa Jacqueline Okoro. Mimi ni mjane, mume wangu alifariki miaka saba iliyopita. aza Kuanzia elfu mbili na ishirini na mbili shemeji yangu kwa jina la Solomon James Bugengo amekuwa akinitengenezea figisu pale nyumbani, kwa lengo la kunifukuza. Kwa hivyo sasa Ijumaa wiki iliyopita alinitengenezea kesi, kesi pale uhamiaji, kwa sababu mimi ni Mkenya nilikuwa nimeolewa na Mtanzania. Wale maafisa wakaja pale nyumbani, wakanikamata wakanipeleka Central nikakaa siku tatu kuanzia Ijumaa mpaka Jumatatu. Nilivotoka ndani nimekuja nikampata shemeji yangu amenifungia mlango, ina maana siwezi ingia nyumbani. Sasa hivi sina pa pakuishi, na ombaomba pakulala kwa marafiki zangu. Kesi ambayo ilifanya ukakamatwa ilikuwa na inahusiana na nini? Ilikuwa na inahusiana na uraia wangu. E, sababu mimi ni Mkenya, nimekaa huku miaka 15 Uko kihalali huko? Niko kihalali kwa sababu mume wangu ndiye alinileta tukawa tunaishi. Alivyofariki, ndugu zake wakaniomba, kwa sababu kipindi anafariki watoto wangu walikuwa wadogo sana, wa kwanza alikuwa na miaka nane, wa pili alikuwa na miaka miwili. Wakaniomba huyu ndugu wa marehemu nikae pale nyumbani nilee watoto. hiyo nyumba ambayo unaondolewa sasa hivi ni nyumba ambayo ulikuwa unaishi na mume wako? Ndio, ni nyumba tuliyokuwa tunaishi na marehemu mume wangu mpaka akifariki. Amefariki, ametuacha hapo na mtu na watoto. Na shinikizo la wewe kuondolewa sasa katika nyumba hii labda ni nini hasa, wanadai kwamba nini ambacho kinapaswa kufanyika hapo, au nani anataka kuishi hapo? Wao wa, wanavyodai, mimi niondoke pale, sina sababu za kuendelea kuishi pale niondoke niwaachie watoto mm. Mimi niondoke niwaachie watoto, na kwanza mtoto wangu wa kwanza wameshamchukua tayari, nimebaki na huyu. Shemeji yangu alikuja tu pale nyumbani, baada ya mtoto kumaliza la saba, akamchukua akampeleka Dar es Salaam akamweka shule kule. Kwa hivyo yule yuko goda, kwa hivyo mimi nimebaki na huyu mdogo Mm. Kwa hivyo pale ameniondoa pale nyumbani, nilikuwa naishi na wifi zangu pale. Kwa hivyo anasema mimi niondoke, sina sababu za kuishi pale, dada zake ndio wakae pale. Kwa hivyo sasa hivi nimefungiwa nje, wale ndio amebaki pale, dada zake ndio anakaa. Kwa maana ya mawifi zako? Mawifi zangu. Na mawifi wanasemaje? Wao wamenyamaza, wamenyamaza mm. Mm. Mbali na kuondolewa, labda kuna changamoto gani zingine ambazo umekuwa ukizipitia kwa kipindi chote toka mume wako amefariki? Tangu mume wangu amefariki, nilikuwa tunakaa tu vizuri. Haya maneno yalianza 2022. ndio mimi nilishangaa ghafla, mwenyekiti amekuja pale nyumbani kuja kuniambia amepata taarifa kwamba nataka kutoroka na watoto. Nikamwambia sivyo, ni maneno ya uongo. Bas, ikaendelea kufika 2023 hapo nikapelekwa kwa ofisi ya mtendaji. Shemeji yangu ameenda kulalamika kule, eti nimeshindwa kulea watoto wa mdogo wake, yeye anaomba arudishiwe watoto, mimi niondoke pale nyumbani. Pale nikajieleza kwa mtendaji, mtendaji akajua kweli, kwa hivyo ile kesi ilishia hapa pale skam bonga chuchuti. Eh, ikakaa kidogo, mimi nafanya biashara za kupika keki pale nyumbani. Nashanga ghafla shemeji yangu mimi kamtuma bwana afya pale anisitishie kufanya biashara za keki pale. Basi nikaenda kwa mheshimiwa diwani wa mtau, kweli diwani alinisaidia, aliingilia kesi kati ile, kesi hiyo ikaisha, nikawaachwa mimi, nikaendelea kufanya biashara zangu. Kwa hivyo alivyoona hizo zote zimefeli, ndio akaanza sasa kutumia polisi, wakawa wanatumia wifi zangu wanaokaa pale ndani walete fujo pale nyumbani, alafu waende wakashtaki, eti mimi nimewatukana polisi. Wanakuja pale nyumbani, wapo kituo cha polisi cha Ngulelo, wananikamata wananipeleka central, kesi kifuatiliwa, nikishafika tu pale central kesi inafu, inafutwa. Mara mbili nimekamatwa kabisa, nimepelekwa pale central, kesi inafutwa tu, hata sielewi. Na wakati huu ulipokamatwa sasa nini ambacho kilifanyika kwako kwa maana hapo ulipokuwa naishi? E, safari hiyo ilizonikamata si walinikamata wale maafisa wa uhamiaji wa wakanieka ndani. Kufika Jumatatu wakanitoa pale Central wakaniambia tunaenda nyumbani kwako, tunaenda kufanya upekuzi. Tukaja hapo nyumbani, wakapekua nyumba nzima, wakatoka na baadhi za stakabadhi e, vitambulisho za marehemu mme wangu vyeti vya marehemu mme wangu, ni vitu vingi tu, walipekua wakachukua chukua picha, yani vitu vingi tu waliziorodhesha pale. Kwa hivyo hivyo vitu bado viko pale uhamiaji. tukarudi pale hiyo Jumatatu labda la, wakati wanakuja kupekua, labda alikwambia ni nini wanakuja kutafuta? Waliniambia tunakuja kupekua, kuna mambo tunataka tu yaelewe kwa undani, ndio mm, jibu walionipa. Siku iliyofuata hiyo hiyo siku alivyomaliza upekuzi tukarudi pale kituoni, ndio shemeji yangu na wifi yangu akaja pale kuandika kuhojiwa. Sasa sababu mimi nilivyo hiyo siku nilivyokamatwa Ijumaa, ni walinihoji nikawaambia safari yangu hapa Tanzania. Kwa hivyo hawa wengine walikuja kuhojiwa hiyo Jumatatu, na hiyo hiyo Jumatatu ndio mimi nikapata dhamana. Kuna rafiki yangu alikuja kundhamini wale wakawa wameniruhusu nirudi nyumbani. Kwa hivyo nilivyorudi nyumbani, ndio nilipata mlango umefungwa, shemeji yangu amefunga mlango. Nikafikiri ni wale wa uhamiaji, wa uhamiaji waliwaambia wanifungie. Nikarudi pale nikawaambia, nimeenda nyumbani nimepata nimefungiwa mlango, inakuaje? Wakaniambia, sisi hatujatoa taarifa kama hiyo, hiyo ni utaratibu huo shemeji yako, wewe nenda uongee naye. Nikarudi nyumbani nikawa nampigia shemeji yangu simu. simu yake haiendi. Nikamwomba wifi yangu moja nikamwambia, naomba mpigie Solomoni simu. Mwambie nimekuja hapa nyumbani anifungulie mlango nataka kuingia. Wifi yangu akasema siwezi. Kwa hivyo ndio hapo nikaondoka nikaenda kumwomba rafiki yangu nilale kwake. Kwa hivyo mpaka sasa hivi sina pa kulala. Pole sana, asante na mbali na Solomoni katika hii familia kuna watu wengine ambao wanakupinga au wa kuendelea kuishi hapo? Ndiyo, nio Solomoni na wifi yangu mmoja kwa jina la Margaret Marandu, yeye ya anaishi hapo Mtarakwani. Hata hiyo siku polisi ni wao walikuja kuhoji. Hata hivi navyokamatwanga, hizo yote ni yeye anaendanga pale Ngulelo, anawaita au polisi waje wanikamati, huyo wifi yangu mimi hmm safari ya namna gani kwako hii? ni safari ya kuniumiza mimi, sio mimi tu, hata watoto. Kama leo mtoto wangu alinipigia simu akaniambia nataka kuniona, na ndio maana nimekuja nilikuja kuona mtoto na ndio maana tuko naye hapa. Asante. Kipi unaweza ukamwambia shemeji yako popote pale alipo, wakati huo tunazungumza? mm. Hapa aache mm -hmm. kunionea mimi na watoto, hatujamkosea mimi kama mimi sijamkosea, watoto wangu hawajamkosea. Mbona natunyanyasa Nakamatwa, watoto wangu wanashuhudia, kina wauma sana. Kwa hivyo, hatujamkosea, yaani asilimia moja mi sijamkosea na sidhani kama mimi tuliomba tu, tu, niliomba mme wangu afariki. Watoto wangu hawajaomba baba yao afariki, kwa hivyo anachotupitisha sisi Siyo, atuwache. Na kama nimemkosea, aje aniambie. Mi sijui nimemkosea wapi, sijui nimemkosea wapi. o baba sijui uende ukawa nilimkosea na sijui aniambie wende kawa tutongo alimkosea awajui awaambie, sababu watongo maathirika kisaikolojia, wote wawili, yule wa kwanza na huyu Kutokwepo kwa mume wangu ndio kinachochea mimi kunyanyaswa, kwa sababu kipindi mume wangu alikuepo, hamna hata mtu aliwahi kuja pale nyumbani kuniuliza chochote. Hata hamna mtu alikuwa anajua mimi ni raia wa nchi nyingine, hamna mtu alikuwa ananiletea fujo kwa sababu si mume wangu alikuwa kama mvuli eh, kwa hivyo alikuwa anatulinda mimi na watoto. Kwa hivyo sasa hizi tumebaki hatuna mtu wa kututetea, hatuna mtetezi tena. Yule ndiye alikuwa mtetezi wetu. Kama hivyo nilivyoletwa hapo nyumbani, nao maafisa wamekuja kupekua nyumba, nakaa kama mhalifu mimi. Sio mhalifu, sikuja hapa kwa njia za vichocho. Mume wangu alinileta, akanileta hapo nyumbani kwa kwa mamake, akanitambulisha. Nimekaa pale, nimebeba ujauzito uzito, nimezaa watoto wangu. Leo hii nakaa kama criminal. Kwa jina anaitwa kamishna msaidizi mwandamizi wa uhamiaji Fakihi Bakari Nyakunga, afisa wa uhamiaji mkoa wa Arusha. Hatua zilizochukuliwa, mgeni amepewa utaratibu wa kuingia nchini akiwa na hati zinazomruhusu yeye kuingia nchini, kwa mfano. Sheria inamtaka mgeni yote anayeingia nchini awe na hati ya kusafiria. Lakini awe na visa kwa nchi zile ambazo zinahitaji awe na viza lakini kwa wenyeji pia tunawaonya, msipokee wageni wakakaa katika majumba yenu bila kujua kama wapo nchini kihalali. Kwa hiyo kwa tukio hili, hao wenyeji wali walionywa na mgeni pia alirudishwa kwao, lakini aliekekezwa kama anania kuja nchini Tanzania afuate utaratibu. Labda mlipowauliza wenyeji kwamba, ilikuwaje miaka yote hiyo wakakaa bila kutoa taarifa, wao walisemaje? Wao walisema hawajui kama alikuwa hana vibali vyovyote.